alitamka Lobo, alita, kwa uzuri kisha alimtazama mashauri kwa muda na kusema, do you think babangu atashinda? Naona unakubwa na mpigamezi nyingi wabizani wake, alitamka Lobo, lakini mashauri akamkataza akamkata kalima na kusema, usifikirie hayo, hamini tu atashinda Wajua hata yule anajua atashindwa, bado kwa kwabuazi wake. Tumaini alieleza Mashauri kama baba, kama babanga rofu akasema, akiwa na shaka hayo tumwashie Mungu, tuzindishe kampeni tu. Kampeni za uteuzi sasa zili- ziliingia mkondo wa mwisho. Vijana hao walikuwa na shughuli nyingi katika mapenzi na walikuwa wakiwashawishi vijana na rika wa rika la walingawa nembo na mavazi ya chama cha ushirika. Hawa akina Sauri, Mwamba na Mlima wakawa na vikao vingi na makundi mbalimbali ya kijamii. Wakati huu, um, Sagilu alifanya kila juhudi kumwomba mwanamu msamaha bila kufaulu. Mwishowe aliamua kwenda kumwona Ng'ong'o alijua huyu angemsaidia kwani vijana hawa walisoma pamoja. Alikwenda hadi nyumbani kwake lakini akamkosa. Alimpigia simu akamshauriwa amkute katika hoteli ya Saltani. Hoteli ya Saltani tena? Sipendi hata kutia mguu huko, lakini ilisilo mbundi utende, alijisemea kimoyomoyo. Alipowasili mahali hapo Alimkuta Ngozo akiwa amepiga maji kupindukia. Aliamua kumkabili hivyo hivi. Ngozo mwanana, naomba tuzungumze kidogo, Sanguidi walianza. Ngozo alimtazama kwa mbezo akamuliza, mazungumzo kidogo ni? nina mazungumzo mengi sana na mzee, unaandaa kabisa, unanyemelea faragha na kuku, pawe ni mwewe kabisa, mwewe, mwewe. Ngozo alipaza sauti. Watu waliokuwa wakistarehe pale wakaja, wakaja na taharuki, kulikoni? Sagilu hakutarajia ambe lakiwa na kauga Ngozo ali- alimnyooshea kidole na kusema, nitamwambia babangu asulia kuteme kama kooze kufai kuwa rafiki yake. hata babako, babako yupi? Sagilu kwa walisaaara, kwani humjui babangu

Mwishowe aliamua kumkabili Mashauri niwe liwani. Mwayo ulisononeka alipokujia wazo kwamba kwa mwanao sasa anawatetea maambii wake wa jadi. Alikoamupika kwamba bila usaidizi wake kiti cha umburu kingemkokonja alikuuza, aliita mtaa wa majengo. Kwa bahati nzuri, alimkuta Mashauri akisukuma msonga na vijana wenzao. Alikombisha mlango. Alifunguliwa na Ngomo Sangili. Alipoona alijia, tabasamu ya Ngomo. Alimsifu Ngomo kwa kukamilisha taaluma yake ya dataa ya Ngomo. Alikuuza ndani bila kukaribisha, alijua alilolijia. Aisee Mashauri, ninaona leo una mashauri ya kupanda na mzee wa, anakusubiri mlango. Mashauri alienda mlangoni na kukumbatuka. Unataka nini kwangu nilikuambia uwezi kuwa baba yangu tena hausikii nisikilize kwanza ukusikia nisikilize kwanza mwanao ndipo ukate kauli kunifukuza kutoka hapa au kutipa, kunikaribisha sandilo alitamka kwa nguvu mwanao mimi mwanao mimi tangu siku ile ulionila kifupi tena ili tia akili, alitamka Mshauri, kisha kaumba mlango kwa nguvu za vizo. Sagilu aliingia ndani ya gari lake na kuondoka. Mawazo mengi kichwani, alifanya kuendesha gari kulia na kushoto kidogo, angegonga na lori za kubeba mawe. Kama mkama angeepa haraka. potelea mbali, hata nikishinda iko wapi? alimsikia akitamka. Mambo yalianza kumwendea mfano au kujua kwamba maisha mash ni kupata na kukosa, kushinda na kushinda. Leo unambebea katika vile vilele vya ubalizi, kesho unarunishwa una kwenye kinamasi cha utoto. Mashauri na lonali sasa walikuwa adua kwao. Walozi lanare hakumshukuru mashauri kwanza walikuwa haiwa kwa yuzi. Kwa nare haku mchukua mashauri kama mwana. Akamchukua mchukua mashauri kama mwana. Mwangwasha alifurahi kuhusiana na vijana hao. Alichukua uhusiano huo kama walikuwa ya ukatili ya usangili. Malipo ya ukatili wa usangili. Alipanda upepo upe sasa. Alikuwa akivuna tufani na tufani yenyewe ilikuwa tayari kumbemba na kumwangamiza kwenye mwama. Siku iliyofuata, Mabwaja aliwasili kazini kama kawaida, lakini alipigwa na mtoa alipoingia na kumkuta msichana ameketi katika kiti chake. Alimtazama kwa muda, msichana alimpa barua yake, kisha akaendelea kuchapa kazi katika tarakilishi. Mangwasha alipokea, akaenda katika chumba cha mapokezi. Huko aliketi na kuisoma. Ilitoka kwa Shivuushaa. Kwa kadri alivyoendelea kuisoma ndivyo ilivyozidi kugavilika. Alipomaliza alihisi kukaabaao <coughs> na kitu asichokielewa. Kitu hicho kilimpanda hadi kichwani. Kilipofika huko, machozi ya moto yalianza kumtiririka njia mbili. Kimya kilifumba akashindwa hata kutamka nene. Alitulia hapo kwa muda. Wafanyakazi wenzio walimtazama kwa huruma, baadhi yao walijua kilichotokea, lakini hakuna mtu alijasiri kufunua kinywa chake. Mwishowe mngoja aliinuka akamuuza hadi ya kina machimu shamba. Bila kupoteza wakati, bila salamu, alimkambili

enda ukamsindikize lolale kwenda kushindwa uchambuzi maana kushindwa ni lazima afukara wasio mbele wala nyuma. Ningi angoja alikusanya vitu vyake mle kisha na kwenda zake. Jiani aliongea peke yake, alisonya kwa mgaa dhabu. Maonevu ya chifu kwake yalikuka mpaka baada ya juma moja alipokea marukuku yake yote ya kazi. Mangwasha aliungana na mumeo kuuza bidhaa katika duka lau. Mara nyingi walipotembea njini, hakusahau kuwahutubia vijana na mtaa kwa mtaani na kuwapa matumaini. Alipoweza alipoweza alipiga ngumzo, na alipotokea tu walimkimbilia angalau kumsalimia. Salamu za sa Mungu huweza kuziwisha hata nyoyo ngumu, huweza kutia tabasamu kwa wanyonge, hata ingawa kwa sekunde chache. Mangwasha aliwaona vijana kama kizazi kinachopotea, kizazi kipya ambacho kinaangamizwa taratibu na vizazi zenye mamlaka na mbinu zote za kupigiana ukiauni. alijiuliza kama vijana hawa hata hata wale wakiuma watakuwa mba saba aina gani? Je, wataweza kuzihimili, wataweza kuzihimili familia zao? Wapo hata wao wenyewe wanahitaji kuhimiliwa. Baadhi yao walikuwa na familia zao, kwani walifikisha vika umri wa kuoa. Wengine walikuwa vijana ambao walihitimu vyema katika masomo, lakini kwa sababu ya ukosefu wa ajira na naulivi maingi nabanwa wazazi wa wameishia maliani na mitaani wakivuta mbazi ya kukora mali za watu. Hata wasichana hawakusaswa. Wengi walikuwa na watoto wachanga augo, wakipita barabarani wakiomba wapita chi. Baadhi yao wakimuza udi chini ya baza ya nabuu wakiwa wamevipaa vitoto vyao vinyonya. Watoto hawa wa kike wamezalisha wakiwa wadogo, sasa wanekanika kijendo mitengo huu mzito mazaruu wa jamii. Mangoja amedurusu maandiko mengi yanayomkuza mtoto wa kike, jinsi ya kuwa mwanamke, namna ya kuishi, lakini amegundua pia kwamba kuna machache mna yanayomkuza mtoto wa kiume kutambua kuwa vijana wengi wa kiume kukumbana na mauti katika kujaribu kuwa wanaume katika jamii yake. Hakuna njira mahususi ya kumongoza mtoto wa kiume bila hiyo, ni mzazi wake wa kiume angalau. Huyu hayuko hao, hata hajulikana, hivyo hapati majizo yoyote kutoka kwake. Hata akiwepo, hana tabia nyingi anazojishughulisha nayo.

mwanetu ni wapi baba aliyekutekeleza ni wapi? Jamii isio thamini elimu na utu wako. Jamii ilimshika mkoa mtoto wa kike ikapiga mbio na mtoto wa kike, ikasahau kwamba hata wao unastahili kushikwa mkoa. Lazima tujirudi, tujirudi, tuone ni wapi tulipoanza kupotea nji. Lazima tuokoe kizazi hiki kinachopotea

n la ba. Kwa hivyo alina budi kushughulikia jioni. Gungulu alimekumbusha, unakumbuka siku moja tulizungumza kuhusu mangari yaliyokuwa yakienda Siamba kiendesha yakiendesha Siamba, na tuliulizana kwa nini kwanini na kwa kati na kwamba katika mbagu za magari hayo kulikuwa na mduara ma Mabasha alieleza, na ndani ya mduara huo kulikuwa na ushanga makundu uliyokagesha kila na ufanya kidwara a, na ndani ya kidwara hicho kulikuwa na elemu ya kuji ndio, abiai aliongeza Mabasha. Leo nimepata ukweli wote, ndao m ungula, ali nieleze ukweli huku

kuona msururu wa manjengo yalio manjengo hayo ya iilikuwa na, um katika mazingira safisafi starehe zilikuwa mahali hapo zilionekana wazi. Kulikuwa na kidibu cha kuongelea na viti a upanda wa yaapango a

wengine aliwasili na mwingine alitoka. Siava aliwasili kwa ngari labda, akaingia katika chumba moja, alikaa huko kwa muda, kisha akatoka akiwa madanaai. Alijituka kidubuni akaanza kuongelea wanawake, hao wametulia tu ndani ya gari wakimtazama. Alipomaliza shughuli hiyo, alikaa kitini akisoma raii waliosema mzoea tamu aakuarumisha haramu